Msikilizaji, huenda ukawa tayari umeshajipanga vizuri kabisa upo na silaha yako am um, kuweza kujoin na timu yetu pendwa ya Hamza pamoja na Regina, lakini ni kwambie tu ya kwamba nitumie nafasi hii kuweza kukushukuru sana kuweza kuwa pamoja nami na kuanzia sehemu ya kwanza mpaka tumeishia hapa sehemu ya 135 sasa. bwana hapa ndipo season 1 ilipoishia, na tunajiandaa kuingia season 2, ambapo huko tutaanzia katika hii vita kati ya kina Hamza pamoja na hawa wazee wa Kihinde. Na kabla sijasonga mbele zaidi, kwa yeyote ambaye atahitaji kuanzia sehemu ya kwanza mpaka ya nane, inatoka bila kipengele chochote, nitakuomba tu, yani wauchangi tu kaela kavocha tu basi ambapo kwa pesa za Kitanzania ni shilingi elfu moja tu kwa dola, yani ni dola kama tano sifuri hivi. kwa pesa ya Kenya ni shilingi kama hamsini na moj hivh2 maona ni shilingi hasn kwa pesa za Kenya, unapata kuanzia sehemu ya kwanza mpaka ya nane, sawa? Yes, unaweza ukaja vizuri na nikakupatia fre tu, kwa sababu hili uweze kutufikia sehemu ambapo tumeishia kwa hiyo ni kushukuru sana bwana. Najua kuna vitu vingi ambavyo tutakuwa tumejifunza, lakini nikukumbushe tu ya kwamba hapa tulipoishia ni ambapo moto na kuenda kuwaka. Mi nawe tunajua kwamba jemadari kashaondoka zake, hayupo katika huu ulimwengu tuliopo sisi, kashaondoka. Kuondoka kwa jemadari ndo kumeweza kupata um, nafasi ya wazee wa kihinde kuweza kutoka huko mafichoni walikokuwa wamewekwa na kuamua kuja. Na hapa ni baada ya wao kuona ya kwamba mzee Jemadari hayupo duniani, na of course kutokuwepo yani kwenye ulimwengu huu, kutokuwepo kwa Jemadari kwenye ulimwengu huu, kwao imekuwa ni kama faida, kwa sababu mara nyingi walikuwa wapendi uongozi wa Jemadari. Umeelewa eh? Ehe, sasa wao wamekuja wanataka hao kina Hamza pamoja na Regina watu wa bondeni waweze yani, wawe chini yao. Na Hamza alimuua mzee mmoja hivi na kisha akamwacha jamaa mmoja mzima aende kutoa taarifa kwamba kama wanataka maelewano, basi hawa wahinde wakubali kuwa chini ya Regina. Sasa hao wazee ambao ni almost wamekaa huko mafichoni zaidi ya miaka mia moja wanapokuja huku ili kuwezaza kuwachukua tu wawe chini yao wanakutana na mtu anayeitwa Hamza eti wapige magoti wamsujudie Regina na wawe chini ya kwao nini? Msikilizaji, nikukumbushe tu hao wazee ni wana nguvu vibaya sana, mafunzo yao ni yenye nguvu vibaya vibaya vibaya mno, hasa wazee yao wakiunganikana pamoja, Hamza seneza akawa majivu. Nikukumbushe tu pia, um, um, nani ule Himidwe ameshajivua huko jeshini na tayari ameshaungana na bosi wake, lakini pia kipindi Jemadari anaondoka, alimshamkabidhi urithi Fiona, eh, yani kitendo cha ukabidhi urithi uri, hatujui kama mtu anaendelea kuwa hai. Kwa hiyo Fiona mwenyewe alishangaa babu anamkabidhi vitu ambavyo kwake anaona kama ni vikubwa zaidi. Tukumbukeni mpaka bustani, Fiona ameshakabidhiwa vitabu vya siri. Babu Jemadari kashamrithisha Fiona na amemwambia mjukuu wangu kwa heri ya kuonana. Jemadari kaenda wapi eh? na huko ambako Hamza alikuwa ameenda amerudi akiwa na nguvu ile mbaya. Sasa hii nguvu yake itatosha kushindana na hawa wazee wa Kihinde, wazee ambao wamejificha zaidi ya miaka mia moja na kuja kwao. Oya, kwanza walivyosikia tu habari za Hamza walicheka, walisema mbona mtu mwenyewe ni kama simizi eh? yani, mnamwogopa vipi mtu kama simizi. Kwa hiyo hii vita ilimfanya mpaka Hamza kuwachukua wake zake wote, yaani Reji mwenyewe ilibidi awapigie michepuko ya mume wake eh, waje pamoja kujumuika na waweze kuondoka hoteli wawe salama, maana kiwaacha huko, yaani watauliwa vibaya sana. Kwa hiyo amewachukua wote na ameamua kuondoka nao huko kwenye kisiwa ambacho Sali upo yupo na Sali mwenyewe ameshaambiwa kwanza inabidi aje ili waweze kusaidizana kupambana na hawa inde. Sasa Hamza amewabeba wote ili asipate usumbufu kwenye kuwalinda hii vita, msikilizaji, inavyokwenda, yo tukutane katika msimu wa pili, msikilizaji, hatujui Tanzania lakini itakapokuwa ipo tayari, basi mimi nitakuja kuiendeleza hii simulizi oya sehemu ya pili, ama season 2 ya Hamza. Mzee ni moto wa kuotea mbali. Tumekuwa tangu kipindi Hamza akiwa ni mdogo mdogo tu, tangu amepotezwa na mtu mmoja anayejiita mzee, na mpaka tulipofika hapa, tunafahamu mtu huyo mzee ni nani, si mwingine, ni Jemadari. Kwa hiyo huko tunakuzidi kwenda mbele, tutafahamu mengi zaidi, ikiwa ni pamoja na hii vita itakavyokwenda kati ya Hamza na hawa wazee wa Kihinde, eh? lakini pia tutafahamu jemadari huko aliko imekuwaje na mambo mengine mengi zaidi. Na mpaka dakika hii bado Hamza na Regina hawajakutana kufanya tendo la kikubwa, kwa sababu waliambiwa watakapokutana tu, yaani mwichi na kinu vya Hamza na Regi vitakapokutana tu, basi wanaweza wakajikuta wamezaa bonge moja la Lucifer. <laughs> wanaweza wakajikuta wamezaa yaani sijui nisemaje, lakini mpaka dakika hii bado hawajakutana kimwili. Vipi wakija kukutana, mtoto atakayetokea ni atakuwa mtoto wa aina gani? Nikushukuru sana msikilizaji. Kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu atukutanishe season 2 ya Hamza Mzee, tuweze kufahamu mengi yatakayoendelea. Niseme tu bye, bye. Tutaonana, mungu akijalia, na itakapokuwa tayari tarehe rasmi kabisa ya Hamza mzee kutoka season 2 hapa hapa nitawatangazia. Ok, yes, niseme tu, God be with you till we meet you again. bye bye.